Habari iliyotufikia hivi punde ni kwamba zaidi ya watu 500 wapata mgao wao wa milioni 500 kutoka Kingbet. Mgao huo unaotokana na promotion yao inayoendelea inayokwenda kwa jina la chakulalia, Watanzania wazidi kujivunia mapene kila siku kuanzia saa moja kamili usiku mpaka saa nne usiku. Ripota wetu Violet kutoka makao makuu ana taarifa kamili. Asante sana Mage. Naam, bila kupoteza muda kwenye line tunao washindi wetu wa, wa milioni 500 wa mwezi Julai. Hebu twende tukawasikiliza ni kweli nimepata mgao wangu wa milioni mia tano kutoka kutoka Kingbet. Nimefurahi sana, nimepata mgao wangu wa milioni mia tano kutoka kutoka Kingbet. Naam, hao ni baadhi ya washindi wetu wa mwezi Juni wa, wa kampeni yetu ya chakula lia. Twendeni kurudisha studio kwa Magi. Asante sana Violet, kwa taarifa kamili kutoka makao makuu Kingbet. Naam, mtanzania umesikia mwenyewe kwamba kila siku watu wanashinda mapene kutoka Kingbet. Tukutane Julai.